Ila naomba nitoe ombi moja kwa wale ambao wanajipendekeza. Wako watu ambao tunaamini wanajipendekeza, na wanajipendekeza kwenye taasisi ya uraisi kwa ujinga tu, kwamba ili mradi na yeye aonekane, ili mradi na yeye mama amuone. Tunaona kuna watu wengi sana wanajifanya kujipendekeza, wanajifanya kusifia sifia kwa unafiki Tunataka sifa za mama zinazojielekeza kwa wananchi. Tunawakumbusha watu wote ambao wanatafuta mbinu za kutafuta vyeo kwa mgongo wa kumtaja mama, tunawakumbusha, msizidishe chuki, wananchi wakaona labda nyinyi ndio mnafaidi zaidi, wananchi wakaona labda nyinyi ndio mmefadhiliwa zaidi, kwa kujipendekeza tu kutajataja masifa ambayo sio katika sifa zake mwenyewe mama, zile ambazo zinawanufaisha wananchi moja kwa moja. Kwa nini endokatia maneno kama lastiboni? Yaani kuna vijitu jitu linakwenda, yani unamwona kabisa yule anajidaidai kama vile. Yaani sio kwamba wenzetu kuwa upinzani kuwa tofauti na maoni yetu ni, ni dhambi. Mtu kama ana maoni yake, ambaye pamoja na wema aliyofanywa wengine kwa demokrasia ipo, leo tunaona maendeleo, madaraja yale yanakwenda Eh, usafiri unaimarishwa, vipato vinaongezwa, bado akaja mwananchi akasema, a sio kweli, mi kwangu naona bado. Kwa huyu kusema hivyo, basi litokee jitu linalojifanya latiboni, la kudeka deka, la kulealea, atumie nafasi hiyo kwa mgongo wa mama kuanza kumponda yule kwa kusema maneno ya kujipendekeza sisi mbele ya watu wanaosema vingine kama Chama Cha Mapinduzi, chama tawala, tunaotaka mama aendelee kutawala aongoze taifa letu, tutaje mazuri yaliyofanywa na rais wetu mwenyewe, tutaje mazuri yaliyofanywa na Chama Cha Mapinduzi, sio kuongeza ongeza viji maneno vya uongo, vya, vya kumtengenezea vya chuki Mheshimiwa Rais na wananchi wake. Maana mijitu wa namna hii ndio inasababisha chuki. Naomba sana sana watu wa namna hii kuna namna ya kujimwamba fai watu wajifunze namna ya kutumia majukwaa. Mtu anatumia jukwaa, unawafanya kama watanzania wengine wa ni mawe tu, ni, ni maji tu tu, kwa sababu wewe una rai hii na wao wana rai ile. Dkt Samia Suluhu Hassan akichaguliwa kuwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania, atakuwa rais wa chama cha mapinduzi, rais wa CHADEMA, rais wa ACT Wazalendo na vyama vingine vidogodogo vyote makabila rika, rangi, wote watakuwa chini ya rais mmoja. Tunapoanza kutengeneza midonda mikubwa mikubwa kama hii, tutegemee maridhiano baadaye? Watu, wewe unaridhiana na mtu ambaye ana donda lilokuwa kubwa hata kupona dalili hamna, unaridhiana naye vipi? Tunawakumbusha watu wenye kujipendekeza ambao tushawajua na mama atakuwa anawajua tu kwamba hao wanania baadaye wapate chochote cheo. Hao mabwana hao wanaitwa chochote cheo. Tunaomba sana, kama kweli unampenda rais, mpende kwa mahaba ya kusifu mazuri yake, yale yanayowaendea wananchi moja kwa moja. Zungumzia umeme, zungumzia maji, mambo yanayokwenda kwa sio na mbwembo za za kuwafanya wengine hawana akili waliona tofauti wenzetu, tuachane nao, ndio maana wanaitwa wapinzani. Lakini kuna baadhi ya watu leo wanatumia mazingira hayo kuwadogoisha wengine, kuwafanya kama sio Watanzania na kumtengenezea chuki mama kwa watu wengine, kumbe wenyewe wanania baada ya mama kuwapa kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wanania waanze kudoea doea vyeo ndio maana sasa hivi wanaweka maneno mengine ya kumtengenezea chuki mheshimiwa rais, na wananchi wake wote. Naamini kila Mtanzania hajaona kazi nzuri iliyofanywa na Dokta Samia. Watanzania wengi wameona, lakini kwa nini ni kwa sababu? Kuna baadhi ya watu wanazidisha. Unaona mtu anasifu mpaka anatukana wengine. Wee, unatukana Watanzania wenzako ili Alafu baadaye pengine kwa haya mama zataka kuona amekupa cheo. Huyu yule ambaye amemtukana na kumdhalilisha ndio anapaswa kwenda kwa kwenye eneo lake ukamuongoze atakuamini. Atasema huyu alitukana wakati wa kampeni. Leo anakuja kwetu kutuongoza. Wananchi watakuwa na imani na wewe. Tubadilikeni, tuacheni mambo ya kujikomba komba kijinga namna hiyo. Kidumu Chama Cha Mapinduzi. Dr. Samia mitano tena.